Hawa vijana wakina soka hawa hivi kweli tukiamua, yani ndugu Muliro, yani mkiamua kabisa, nyiye polisi yani, si mnaweza mkatupa taarifa tu ino kama wako hai tujulishwe. Habari za Krismasi, mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, natumai kwamba unazidi kusherekea sherehe za Krismasi kwa njia ambayo ni bora zaidi, lakini pia unapata kujivinjari na kuenjoy na wenzako familia pamoja na rafiki A, lakini pia ukiweza unaweza kushare na baadhi ya wale wenzetu ambao hawajaweza kupata cha kukisherekea. A, jina langu ni presenter Gutone. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, nazidi kukukaribisha ndani ya kituo chetu, kila siku nikikueleza kwamba unaweza kuendelea kutufuatilia kuhakikisha umepiga subscription na kuhakikisha kwamba unazidi kukifuatilia kituo chetu, kwa sababu tuko hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika na unapata kuyajua yale ambayo yameweza kutokea. Na kila siku sisi tumeweza kusimama na mwananchi, tunaweza kuhakikisha kwamba tunayafichua yale ambayo hayajaweza kukufikia na yale ambayo yameweza kufichwa na serikali yasiweze kusikika na mwananchi. Sasa mtazamaji, siku ya leo nimepata uh, kuifikia taarifa ya mzee mmoja, mzee ambaye ni mwindani wa chama cha Chadema, anaitwa mzee mwaita Loitama, mzee Loitama ameweza kumvaa sana akamanda Muliro na akaweza kumuuliza aweze kumueleza aweze kutoa maelezo ya hatima ya wale walioweza kupotezwa ama wale walioweza kutekwa na polisi. Elewa kwamba kwa msikilizaji, kuna watu wengi wameweza kutekwa katika serikali, wameweza kutekwa na polisi, kunradhi, na serikali kupitia kwa kitengo cha polisi haijaweza kutoa taarifa za kuweza kusema kwamba hawa wako wapi na ni kipi kinachoendelea katika maisha yao. Sasa mzee Loitama kipindi akizungumza moja kwa moja na kamanda Muliro ameweza kumvaa kwa matamshi makali, huku akiweza kuhakikisha kwamba kamanda Muliro amepata kuyatoa majibu sahihi kuhusu vitendo vinavyoweza kutendeka vinavyoweza kutendeka na polisi, hatua zinazoweza kuendelea kuchukuliwa, ambazo kwamba hazionekani zinaelekea wapi na wananchi. Sasa mzee huyu ameweza kumuuliza kwamba tuelezeni, waliotekwa wako wapi? Hawa vijana wakina soka, hawa vijana wakina soka hawa Hivi kweli tukiamua, yani ndugu Muliro, yani mkiamua kabisa nyie polisi, yani si mnaweza mkatupa taarifa tu you know, kama wako hai tujulishwe, tumsa tusaidie nchi jamani eh? Tusaidie yani hawa vijana hawa. Hivi kweli mimi nimezungumza na soka siku mbili kabla ya ja. Yani nikimwangalia bado mtoto mdogo. Hivi kweli huyu anaweza katishia nchi kweli? Hivyo hatuwezi kukubaliana hapa ndugu Muliro, yani ya, muwezi kumsaidia IGP mkiondoka hapa. Hebu hebu tujitahidi jamani, ndani ya wiki tuseme huyu Soka na wenzake wako wapi. Hivi kweli hiyo inashindikana? Kwa mfano ameweza kusema kuhusu kijana yule anaitwa Soka uh, na wenzake waliweza kutekwa kwa wakati mmoja, akapata kuuliza kupata maelezo kwamba hawa wako wapi na ni kipi kinachoweza kuendelea, na ikiwa hawezi kutoa taarifa hiyo, inamaanisha kwamba kazi yake kama kamanda wa polisi imemzidi, kwa sababu anapaswa kutoa taarifa rasmi kwa raia, waweze kuwajuza na kuwafahamisha kwamba aliye fulani fulani aliyeweza kutekwa sehemu fulani fulani yupo kituoni fulani anazuiliwa kwa makosa kama haya ama kwa hichi na hiki na pia aweze kueleza kwamba kinachoendelea ni uchunguzi ama anaweza kufikishwa mahakamani ili kuweza kuhakikisha kwamba anahukumiwa iwapo kuna makosa, lakini pia uchunguzi uendelee kufanyika ili iweze kubainika kwamba kweli kuna kosa linaendelea ama kuna kosa lilifanyika. Mzee huyu ameanza ku, ku, ku, ku, kumpendekezea akamanda Muliro kwamba sheria iweze kurekebishwa kusudi kwamba viongozi uh, wa taasisi mbalimbali za serikali waweze kutiwa mbaroni baada ya kuonekana kutumia madaraka vibaya. Na mzee huyu amesema hivyo kwa sababu anajua kwamba Kamanda Muliro ameweza kutumia vibaya mamlaka yake na ameweza kuwafunga watu wengi kinyume na sheria za nchi ya Tanzania. Mkakati ya kuwafuatilia si ndio? Bana yani, na, na kelele zipigwe nyingi za kuratify hiyo hiyo treaty, kudomesticate hiyo, kutengeneza sheria za ndani ino kusudi iweko, ni kusudi Muliro rafiki yangu pale aweza akashtakiwa, yani akifanya mambo ya ajabu <laughs> Mi nafikiri kuna kitu ambacho TLS mnaweza mkafanya kutokana na aliyoeleza Jaji Makaramba. Na mwisho kabisa TLS, mlituita sisi wengine hapa kama sijui wataalamu wa constitution eh, mimi nafikiri tungeanza huo mchakato wa katiba usimamiwe na TLS na sio na vyama. Mimi niko Chadema lakini mimi nafikiri Chadema hata ikisema mbili mara mbili, kuna wengine watasema ah, lazima iwe ni tano. Kwa hiyo tuache you know na you know, asasi za kiraia, asasi za, za kidini, jamani tufuatilie juu ya katiba. Katiba ikiwekwa mamlaka mengi juu ya mtu mmoja, watu wengi wanaweza kajificha nyuma ya mgongo wake, wakafanya mambo ya ajabu. Katiba ambayo hairuhusu miiko ya uongozi, inaruhusu watu ambao wanatafuta fursa za kujitashirisha kwa kutumia vyeo vya serikali lazima itazaa watu ambao watakuwa wanafikiria mambo ya kuteka watu. Lazima tu, you know? I mean, you know. <laughs> Yani wewe ukiwa na, na, na, na katiba ambayo haina miiko kama alivyokuwa nasema Nyerere, yaani mtu anaweza katajirika ndani ya muda mfupi, ukashangaa huyu naye ni bilionea tena. Sasa hata na huko wanaoteka duniani mabilionea ndio wanakuwa na squad ya wao wenyewe kujirinda, si ndio? Sasa je, huyu akiwa ni mtu yuko ndani ya dola alafu na yeye ni bilionea, hapo kuna usalama? Tusichukulie mambo ya mzaa. TLS, harakisha, tuilazimishe serikali tuwe na katiba mpya. Sasa msikilizaji, kijana kama Soka, kijana kama Julius Loyole waliweza kutekwa na baadhi ya vijana wengine wengi ambao kwamba polisi haijaweza kutoa ripoti na haijaweza kuwawasilisha mamlaka mahakamani ma, ma, ili waweze kesi zao ziweze kusikilizwa. Jambo hilo msikilizaji, ni kinyume cha sheria, na sasa mzee huyu Lwaitama ameweza kumtaka Kamanda Muliro kuhakikisha kwamba TLS imeanza mchakato wa kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuna kurekebishwa kwa katiba ili kuweza kuhakikisha kwamba viongozi waliweza kupewa mamlaka kama sasa Kamanda Muliro katika sehemu mbalimbali na taasisi za kiserikali mbalimbali waweze kuchukuliwa hatua na waweze kutiwa mbaroni pale ambapo kunaonekana kwamba wameweza kuishi ama wameweza kutumika kinyume na sheria za nchi. So ameweza kumpendekezea kwamba katiba ipate kurekebishwa na vile vile TLS iweze kuo, kuongoza shughuli nzima ya kuweza kuhakikisha kwamba hicho kinafanyika. Lakini pia ameweza kupendekeza kwamba kupitia kwa CLS kuanze mchakato, mchakato wa, wa katiba na kaweza kusema kwamba kuna dosari kwenye katiba, kwa sababu katiba imeweza kutia mamlaka makubwa kwa mtu mmoja, na jambo hilo lazima lazima litazaa utekaji, lazima litazaa wezi wizi, wezi katika uh, mali ya umma msikilizaji. Lakini pia akaweza kutoa mfano na kusema ikiwa mtu mmoja anaweza akapora mali ya umma akawa bilionea, lakini pia mtu huyo akawa ana usawishi katika vyombo vya dola, ina maanisha mtanzania wa kawaida atamalizika, kwa sababu kuna mtu ambaye ana uwezo wa kuweza kuviongoza vyombo vya dola. Mtu huyo pia ana kiasi cha pesa nyingi, ina maana mtu huyu anaweza kuwadhuru watanzania kwa njia yoyote ile. Na sasa kulingana na Mzee Lwaitama ameweza kusema kwamba viongozi wanaoongoza taasisi mbalimbali mbali nchini Tanzania wameweza kutwikwa majukumu, majukumu kadhaa na kwa hivyo yanawapatia mamlaka, yanaweza kuwapotezea ila fikra za kuweza kuona kwamba kuna ovu linaweza kutendeka, na kwa hivyo ameweza kupendekeza kwamba uanzishwe mchakato wa katiba kwa kuweza kuhakikisha kwamba hatujaweza kutia mamlaka makubwa kwa mtu mmoja. Kwa mfano Samia Suluhu Hassan ni rais wa nchi ya Tanzania, na sasa yeye ndiye kamanda ambaye anaweza kukontrola uh, vyombo vya dola, lakini pia Samia anaweza kuchukua hela kutoka sehemu yoyote, na suala hilo msikilizaji litaweza kuhakikisha kwamba Samia anaweza kukitenda chochote kile bila kupata ku, bila kupata kuulizwa maswali na mtu yeyote. Swala ambalo linawaacha wananchi wa Tanzania katika hali ambayo ni ngumu mno. Sasa mzee huyu ameweza kuhakikisha kwamba serikali imeanzisha mchakato wa kuibadilisha katiba ili kuweza kuhakikisha kwamba mamlaka zaidi yasiweze kuachiwa kwa mtu mmoja ambaye atakayeweza kuwadhuru wananchi kwa mamlaka aliyoweza kuyapata, lakini pia kwa nguvu za kuweza kupora mali ya umma bila kupata maswali. Msikilizaji, zidi kuachilia maoni yako kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia kwa sababu tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba unapata kutaarifika na vile vile kukufafanulia taarifa mbalimbali zinazoweza kutokea za kisiasa.